Kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa wastani wa asilimia 33.4 kutoka shilingi laki mbili na elfu sabini na tano na sitini. Amri ya kima cha chini cha mshahara imegusa sekta mbalimbali, ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya afya, sekta ya mawasiliano, sekta, sekta ya usafirishaji, sekta ya hoteli, sekta ya madini, biashara na viwanda, shule binafsi huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi, huduma za baharini, michezo, utamaduni pamoja na huduma nyinginezo. Aidha, kwa mujibu wa amri hiyo, kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kitaanza kutumika rasmi tarehe moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tuendelee kutimiza wajibu wetu, tuendelee kufanya kazi zetu tuzalishe, ili inapofika miaka mitatu mingine tunakwenda kureview kima hiki basi, tuweze kureview tukiwa na uhakika tumezalisha inavyostahili ama zaidi ya kinachostahili. Na sisi kama chama cha waajiri Tanzania tuko tayari, tutaendelea kutoa elimu, tutaendelea kuzungumza na waajiri kwa maana ya kwamba jinsi gani wanaweza kuitekeleza amri hii, ili wasijikuje kwamba wako wanaweza kukinzana na, na, na, na sheria.